The discrepancy ni kura milioni mbili na laki moja na ushee. Sasa hizo milioni mbili laki moja na ushee zimetoka wapi na zimepelekwa kwa nani? Zimetoka wapi na zimepelekwa kwa nani? hizo kura 92 zimepelekwa kwa sisi, na sehemu iliyobaki nafikiri ile 6% tumepewa, CHADEMA tumepewa kura laki moja arobaini na nane elfu kati ya hizo hizo kura mm -hmm. tumegawiwa na sisi. Uh -huh. <laughs> <laughs> <laughs> na sisi tumepata <laughs> <laughs> <laughs> lakini wamechukua 92% where, where do you get that Tume inasema sisi wamepata kura milioni kumi na, na, na, na mamia. Eh? Mamia kama mpaka milioni kumi na mamia eh, katika zile zile milioni milioni nane za za nani eh, <laughs> mbili zimepelekwa zime, zime, kwao sawa sawa eh? na sisi tumegawiwa tume tumegawiwa kiasi vota fraud na sasa hivi na inakuwa organized across the country. Hakuna mahali ambapo hakuna kura feki, na na hiyo tumeiona sana juzi kwenye nini, kwenye serikali za mitaa, haifanyika open kabisa. Kwa hiyo voter, voter manipulation, voter fraud vote candidate disqualification, voter fraud, violence kwenye campaign eh, violence kwenye, ni kwenye campaign, unequal campaign field, unequal uh, uh, coverage in mass media uh, REDET waliandika ripoti, ile ripoti yao ya uchaguzi wa wa 20, 20. Wa 20, 20. Eh, no, alitoa tempo ndio ipo uwezo ukasema hapo kwa sababu ipo, ile ile ya kwanza ilikuwa nini? Nazungumzia ya ile the complete report ya kwanza ilikuwa ni initial report. Hizi ripoti rede, unawajua, unajua siasa zao. Fair enough, look at what they are saying, kwa sababu tuna tendensi ya kuangalia kule juu. Wamesema ah, uchaguzi ulikuwa huna na wahaki, tunaachana na mengine yote wanayofanyani wanayoyasema, lakini ukichunguza ile ripoti yao, read cover to cover, ujue wana, wanadanganyaje? Wanadanganya wana na wanadanganyaje, sio lakini. Kuna vitu ambavyo hakuna mtu mwingine amevizungumza, the way they did. Media coverage ya, ya, general elections eh, media coverage ni, na kwenye media coverage wamesema kwamba 57% ya news coverage zote Yani, ziwe za uchaguzi na sio za uchaguzi, news coverage zote za wakati wa uchaguzi, wakati huo wa hiyo miezi mitatu ya, ya uchaguzi, 57% ilikuwa ni za sisi eh, fikiria hiyo kwamba chama kimoja na wagombea wake walikuwa na over 50% vyama vikuu vya upinzani vilikuwa allocated 7% ya, ya, ya news iliyobaki. Na hiyo 7% ilikuwa mostly negative. Uh, kwa hiyo nani campaign, campaign mfumo wa campaign umeharibika. Fumabori, very violent. This guy lost his brother. His brother was killed. Campaign violence. Lakini vilevile eh, an equal coverage of electoral news by mass media across the board. Sio mass media ya, ya serikali ama ya sheria, inasema iwe equal, ni across the board. Kuja maswala ya siku ya uchaguzi. Mawakala miaka ya nyuma, shida yetu kubwa ilikuwa hatuna uwezo wa kuwa na mawakala. Challenge ya from 2015 ni je, mawakala wenu wataruhusiwa? Wataingia kwenye vituo? Na ili waingie kwenye vituo, lazima wawe sworn in. Wanakuwa sworn in ili iweje? kuna siri gani za kuficha kwenye vituo vya uchaguzi? Lakini kuna requirement ya swearing in. Wakisha kuwa soni, sio garanti kwamba wataenda kwenye vituo, kwa sababu sheria imekuwa tweaked kidogo, husema hivi: once wakisha kuwa soni, msimamizi wa uchaguzi atapeleka majina yao kwa wasimamizi wa vituo. Zamani tulipotoka huko, ilikuwa mawakala wako wakishaapishwa na wanaapishiwa kwenye kwenye kata, wanaenda na barua zao, wanaingia vituoni. Sasa hivi mpaka mkurugenzi apeleke majina yao kwa wasimamizi wa, wa, ni, wa vituo. Asipopeleka hawaingii na hata wakiingia wasimamizi wa vituo na mapolisi wamepewa instructions kwamba akileta ngwetu nje. Kwa hiyo after 2015 issue ya mawakala imekuwa kubwa, sio issue ya wapo wa, wa, wa, wa, vyama vina uwezo wa kuwapata au la, wanaruhusiwa kuingia au la. Na tendency ni kwamba generally hawa hawaruhusiwi 75% ya mawakala wetu wakali, walikataliwa kabisa. Hawakuwa sworn in, hawakuingia na walioingia wale hawakufikisha saa saa 10 jioni. Hizo issue za mawakala, issue za, za security kwenye vituo mass ma, ma, ma, violence, state organized violence vituo nafanywa na majeshi, wanajeshi, usalama wa taifa, mapolisi eh Eh, kuingiza kura feki eh, kutangaza matokeo ya uongo, and all issues za ni za za siku ya uchaguzi. Post election, what happens in post election? Mfumo wetu wa kisheria una na kikatiba una uwezo gani wa kuresolve electoral disputes? Ndio maana unaona after 2015 hakuna kesi tena za uchaguzi. Why waste your time? Kwa hiyo all these factors combined, all these factors combined zimetuleta where we are zimetuleta mahali ambapo tupo. Uh, e, chaguzi uchaguzi has become badala ya kuwa opportunity ya ku change government na ku change people's representative. Uchaguzi umekuwa ni mahali ambapo watu wanajua, mkienda kwenye uchaguzi, watu, watu, watu, watu watauaa. It goes without saying, kuna uchaguzi ambao watu hawafiki siku hizi hata wa mitaa <laughs> eh? Unajua watu wanaenda kuuaa, unajua kutakuwa na kura feki, unajua mawakala wenu hawataapishwa, unajua wakati siku ya uchaguzi tutakuwa na kila aina ya ushenzi. Unajua wasio wasiochaguliwa watatangazwa washindi kama ni wachama kingine. Unajua kwamba mashine nzima ya state itakuwa upande wa, wa sisi. Unajua kwamba mnashiriki, lakini najua hamtapata chochote na ndio maana chama chetu sasa kinasema no reform no election. Twende kwenye uchaguzi ili iweke, ili watu wakauawe tena, ili tukaingiziwe makura ya uongo tena, ili tukapigwe tena, ili watu wakaumizwe tena ili watu wakafunguliwe kesi za bure tena eh? ili hawa ambao wana wanaiba wa, wa, wa, wa figures kubwa wa kuliko hata walipokuwa peke yao miaka ya themanini wakaibe tena. Tunaenda kwenye uchaguzi ili uweje? ili tubadilishe nini? ili ili tupate nini? Ndio ndio maana tunasema piganie mabadiliko ya mfumo kwanza. Chaguzi hazitaisha, nchi haitapotea. Tusipopata mabadiliko, nchi inaweza tutaenda vitani. Tukipata democratic reforms tutarudi kwenye chaguzi, tutafanya chaguzi za zamani. Sasa hivi the task that we have is to fight for democratic reforms kufanya kile ambacho hatukufanya miaka 20 ya kwanza. Nchi zote zilizoingia kwenye vyama vingi in the 90s around the same time as us zimekamilisha hiyo task ya ya constitutional and political reforms with the exception ya watu kama Uganda na Rwanda nao huwa hatuhesabii sana, lakini ukiangalia jirani zetu wengine wote, Kenya, Zambia, Malawi, hata DRC, si umeondoa chama kilichokuwa madarakani? Tulimwondoa Joseph Kabila. mm -hmm. eh? Eh, eh, eh, Msumbiji, moto unawaka nao, walikuwa wameshindwa nini to democratize. Zimbabwe ni basket case kwa sababu ya failure to democratize. Lakini South Africa nni Botswana, Botswana s so wameondoa chama tawala juzi. mm -hmm. eh? Eh, West Africa ni, ni ambao wameshindwa kudemocratize, wa wanajeshi wamerudi madarakani. Kwa hiyo our task ni kukamilisha hiyo kazi ambayo tulifanywa tulipaswa kuifanya miaka ishirini ya kwanza, lakini hatukuifanya sawasawa. Tupiganie democratic reforms